Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC wamekubaliana kuanzisha mfumo mpya wa ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda, yaani Regional Economic Integration Framework REIF, hatua iliyosimamiwa na Marekani na inayolenga kuunganisha amani na maendeleo ya pamoja. Makubaliano hayo yalifikiwa tarehe saba Novemba ishirini ishirini na tano mjini Washington, inahusisha maeneo muhimu kama ugawaji wa mapato ya madini, ujenzi wa miundombinu ya usafiri na mradi mkubwa wa umeme wa maji wenye thamani ya dola milioni mia saba na sitini. Lengo kuu ni kuvutia uwekezaji kutoka mataifa magharibi kadri hali ya usalama inavyoimarika. Tukio hili lilifanyika wakati wa kikao cha nne cha kamati ya pamoja ya uangalizi yaani joint oversight committee, ambapo wajumbe wa Congo DRC na Rwanda waliweka sahihi ya awali ya maandiko kamili ya mkataba huo. Kamati hiyo iliratibiwa na Marekani na kushirikiana na Katari, Togo na tume ya umoja wa Afrika yaani AUC, ambapo ilipitia utekelezaji wa mkataba wa amani uliotiwa saini kwa mara ya kwanza ikulu ya White House tarehe ishirini na saba Juni mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Mkataba umebeba uhusiano kati ya amani na uwekezaji. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari, mfumo wa Reif unaweka vipaumbele katika ushirikiano wa kiuchumi ukiwemo ugawaji wa mapato ya madini kuimarisha miundombinu ya barabara na reli na mradi wa umeme wa maji wa dola milioni mia saba sitini. Maafisa wa Marekani wamesema kuwa mpango huu unalenga kutoa manufaa ya halisi ya amani na kuchochea ukuaji wa kiuchumi katika eneo la maziwa makuu, yaani Great Lakes region, linalosifika kwa utajiri wa tantalum, dhahabu, kobati, shaba na lithium rasilimali ambazo Marekani inatarajiwa kuhusisha katika uwekezaji wa magharibi endapo usalama utaimarika zaidi. Taarifa ya pamoja iliyotolewa na Marekani, Kongo, Rwanda, Katari, Togo na Umoja wa Afrika imethibitisha kuwa timu ya kiufundi zimekamilisha maandalizi ya reif, na kwamba viongozi wakuu wanatarajiwa kutia saini rasmi Ikulu ya White House katika tarehe itayopangwa baadaye hata hivyo tarehe ya ziara hiyo bado haijathibitishwa baada ya mkutano uliotarajiwa kufanyika novemba 13 kushindikana rasmi